Washukiwa wawili wa ugaidi wameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu karibu na kanisa katika eneo la Munyonyo, umbali wa kilomita kumi na mbili kusini mashariki mwa jiji la Kampala. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Kenneth Lukwago anaeleza. Vyombo vya usalama vinasema kuwa wawili hao, ikiwemo mwanamke ambaye alikuwa msambuliaji wa kujitoa muhanga, walipigwa risasi kabla ya bomu waliokuwa wamebeba kwenye pikipiki hapa ni msemaji wa jeshi Kanali Chris Magezi na matokeo ya uchunguzi. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa hawa walikuwa ni washambulizi wa ADF ambao walikuwa wamepanga kuvuruga sherehe za siku ya mashahidi wa Uganda, lakini vyombo vya usalama vilikuwa katika hali ya tahadhari na kufanikiwa kuwangamiza wawili hao, lakini kunaweza kuwa na wengine. Kwa hivyo tunapaswa kuwa macho kabisa. Mkuu wa polisi Abbas Agaba amekuwa katika eneo la tukio. so no, mpaka sasa hakuna mtu ambaye amejeruhiwa au kuuawa mbali na magaidi ambao walikuwa kwenye pikipiki tuna lihifadhi eneo hilo ili kuhakikisha kwamba uchunguzi wa kina unafanyika. Tunawaomba watu wawe makini na kuzingatia mazingira yao, lakini hali imedhibitiwa na tunawahakikishia usalama. Kufuatilia tukio hili, usalama uliamrishwa ndani na karibu na jiji la Kampala, huku mamilioni ya watu wakikusanya Namugongo, takribani kilomita 13 kaskazini mashariki mwa mji wa Kampala, kusherekea Siku ya mashahidi wa Uganda. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili